Swali hili linaanza hadithi ya njama, udanganyifu na udanganyifu wa maadili. Na katika mchezo ambapo kila mtu ana kitu cha kuficha, jibu lake liko mbali na kuwa rahisi. Iliandikwa na William Shakespeare kati ya 1599 na 1601, Hamlet inaonyesha mhusika wake anayesumbuliwa na zamani, lakini amezuiliwa na siku zijazo. Miezi tu baada ya kifo cha ghafla cha baba yake, Hamlet anarudi kutoka shuleni akiwa mgeni nyumbani kwake mwenyewe, na hana uhakika sana juu ya kile kinaweza kuwa kimejificha kivulini. Lakini mawazo yake yanabadilika wakati anatembelewa na mzimu anayebeba uso wa baba yake. Phantom huyo anadai kuwa mwathirika wa mauaji mbaya sana ya kumshawishi Hamlet kwamba mjomba wake Claudius alichukua kiti cha enzi na kuiba moyo wa Malkia Gertrude. Maombolezi ya mwa wa mfalme yanageuka hasira na anaanza kupanga kisasi dhidi ya huyo mfalme mpya na koti yake ya waliokula njama. Mchezo huo ni aina ya kushangaza ya janga, ukikosa ukatili wa ghafla au mapenzi ya kumteka mtu kabisa, ambayo huonekana katika kazi nyingine ya Shakespeare katika aina hiyo. Badala yake, hupiga kina cha kutokuwa na uamuzi wa mhusika wake na matokeo mabaya yake. Ufichuzi wa mzumi yule unamsababishia Hamlet masaibu mengi. Anapaswa kufanya nini? Anaweza kumwamini nani? Na ni jukumu gani anaweza kucheza katika kutafuta haki? Maswali haya yanafanywa kuwa magumu na mchanganyiko wa wahusika na kulazimisha Hamlet kupatana na marafiki, familia, washauri wa mahakama na maslahi ya mapenzi ambao wengi wanania fiche. Mwana wa mfalme huchelewesha na kuchanganyikiwa jinsi ya kuhusiana na wengine na jinsi anapaswa kufanya kisasi. Hii inaweza kumfanya Hamlet kuwa na kukasirisha zaidi. Pia inamfanya awe mmoja wa wahusika wa kibinadamu zaidi ambao Shakespeare aliwahi kuunda. Badala ya kukimbilia mambo, Hamlet anazidiwa na utaratibu mbaya wa kufikiria kwenyewe, na wakati wa mchezo huo maswali yake yasiyo na mwisho yanaingia katika akili zetu zinazoenda mbio. Ili kutimiza hili, Shakespeare hutumia lugha yake inayodadisi zaidi, kuanzia tafakari ya mfalme anayetawala juu ya bingu na kuzimu hadi kutafakari ya mfalme mwenyewe juu ya vifo. Shakespeare hutumia monolojia za kusikitisha kwa athari ya kupendeza. Hii labda imefafanuliwa vizuri katika tamko maarufu zaidi la Hamlet la wasiwasi: kuwa au kutokuwa, ndilo swali. Ikiwa ni maarufu akilini, kuteseka vipande na mishale ya bahati mbaya au kuchukua silaha dhidi ya bahari ya shida na kwa kupinga kumaliza. Monologi hii inaonyesha shida ya uwepo wa Hamlet, kuvunjika kati ya mawazo na vitendo, kutoweza kuchagua kati ya maisha na kifo. Lakini maswali yake yasiyo na mwisho huongeza wasiwasi mwingine: je, wazimu wa Hamlet ni sehemu ya utendaji wa kuwachanganisha maadui zake, au tunatazama msika aliye karibu kuwa wazimu? Maswali haya yanahusu sana mwingiliano wa Hamlet na kila mhusika, na kwa kuwa anatumia mchezo mwingi akiangalia ndani, mara nyingi anashindwa kuona uharibifu ulioachwa hali akitazama. Yeye ni mkatili sana kwa Ophelia, maslahi yake ya upendo, ambao unaletwa kuwa wazimu na tabia isiyo ya mwana wa mfalme. Hatima yake ni mfano mmoja wa jinsi msiba unavyoweza kuepukwa kwa urahisi, na inaonyesha athari ya mzunguko wa michezo sumu ya akili ya Hamlet. Ishara kama hizo za onyo za janga zinapuuzwa kila wakati wote wa mchezo. Wakati mwingine uangalifu hutokea kwa sababu ya upofu wa makusudi, kama vile wakati baba wa Ophelia anakataa vitendo vya kutisha vya Hamlet kama ugonjwa tu wa upendo. Katika hatua nyingine, msiba unatokana na mbili kwa makusudi, kama wakati kesi ya utambulisho mbaya husababisha umwagaji wa damu zaidi. Nyakati hizi hutuacha na ujuzi usiofaa kwamba janga hubadilika kutoka kwa kosa la binadamu. Hata kama kosa letu ni kuacha mambo hayajaamuliwa. Kwa sababu hizi zote, labda jambo moja hatuwezi shuku ni ubinadamu wa Hamlet. Lakini lazima tutafakari kila wakati na Hamlet halisi anaweza kuwa nani? Je ye, yeye ni mwanamkuu anayependa baba yake akilipisha kisasi au mfalme wazimu anayeleta machafuko ya koti? Je, anapaswa kutenda au kuchunguza, shaka au kuamini? Yeye ni nani kwa nini yuko hapa na ni nani? Nani aliye nje kusubiri giza? Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu <muchilis>